kuzindua mashine e, za umwagiliaji kwenye kikundi ushirika wa Mombo Irrigation Scheme iliyoko hapa tarafa ya Mombo na kata ya Mombo. Wananchi wamefanya jitihada zao, wamejichanga kuhakikisha kwamba wananunua mitambo kwa ajili ya kufanya kilimo cha kisasa. Nitoe wito tu kwa wakulima wenzetu walioko e, wilaya ya Korogwe na Mombo kwa ujumla, wamemuunga mkono mheshimiwa rais wetu daktari Samia Suluhu Hassan kwa vitendo kwa sababu haya yote wameyafanya kuhakikisha kwamba namna ambavyo wanatakiwa walime walime kisasa wavune kisasa ili kuweza kupata uchumi mzuri na maendeleo makubwa kwa wilaya yetu na Tanzania yetu kwa ujumla. Kwa hivyo, kwa wananchi wenzangu hichi kitu kilichofanyika hapa ni mfano mzuri wa kuigwa na kwamba wameweza eh, kununua mashine zaidi ya milioni mia mbili sitini. Naona kuna combined harvester, kuna tractor, Unaweza ukaangalia ni namna ambavyo kikundi cha ushirika e, Mombo Irrigation Scheme wamejipanga na kuhakikisha kwamba wanalima kisasa. Kwa hivyo ni kitu kizuri cha kujifunza. Katika wilaya yetu ya Korogwe e, unaweza ukaona huu ni mfano. Wilaya yetu ya Korogwe sisi tumejipanga kuhakikisha kwamba tunalima mazao mbalimbali. Unaweza kaangalia hii ni skimu ndogo lakini tuna bwawa kubwa la umwagiliaji ambalo Daktari Samia Suluhu Hassan alikuja kuweka jiwe la msingi pale. Manake sisi tumejipanga kweli kweli kuhakikisha kwamba tunalima kilimo cha kisasa na tunakuwa na mazao na tunakuwa na chakula kingi ambacho kitalisha wilaya jirani na kupeleka katika mikoa jirani. Wito wetu kwa maafisa kilimo wahakikishe kwamba wanasimamia vizuri namna ambavyo wakulima wetu wanavyojipanga, wanavyolima, walime kisasa kuhakikisha kwamba wanapata yale matunda ambayo wameyawekeza, kwa sababu unavyoangalia hapa milioni mia mbili sitini ni fedha nyingi. Kwa hivyo, kwa maafisa ya kilimo wahakikishe sasa wanafanya follow up, wanatembelea mashamba yao, wanafanya clinic mashambani kwao kuhakikisha kwamba wanalima vizuri na wanavuna vizuri, wapate waweze kupata kile ambacho Samia Samia wamekiinvest Korogwe. Samia, Dkt. Samia oyee!